Goli la tatu ambalo limefungwa na Selemani Mwalimu, mchezaji ambaye uh, amekuwa hapati nafasi vile, lakini akipata nafasi anaweka miongoni mwa goli zuri ambalo amefunga. Yule yule uh, Selemani ambaye tumezoea wakati uko Fontaine Gate, kabla hajakwenda kule Wydad magoli yake ya kufunga. Sasa ile goli mimi ndo limeniuzi zaidi eh? Kwa... yani build up yake mm, yani ndo ina inakera zaidi. Ngoja mtozi akuonyesha kabla Selemani Mwalimu hajachukua hule mpira. Umeona? Yaani Selemani Mwalimu kachukua. Umeona ule mpira wakati anachukua? Anga umeona wale watu. Umeona nyuma wale watu. Eh? Watatu wana Mungu. 1, 2, 3, 4. Wanne wale. Wanne. Watano kabisa unaweza kusema. Bora. Wanne wale. Ah. Selemani Mwalimu anachukua mali mbele ya wale wote. Eh? Afu Selemani Mwalimu anaendelea ku drive. Anasogea. Anasogea. Hebu ngoja iendelee. Afu angalie wale bado walikuwa wanafanyaje. Umeona wale. Wanajogi utafikiri ule mpira uende golini kwao. Utakao fanya nini pale Rashid? Eh? You have to sprint too fast. Yaani you have to sprint too fast ili ucheze ufanye ufa, ufa, ufa, technical foul. Mo, mm, no, utakao fanya technical foul kwa sababu yeye hajaingia <laughs> kwenye box. Sprint uh, uh, uh, too uh, uh, uh, fast uh, uh, uh, uende kufanya technical foul. Wawe sharp kiasi ambacho wa wa waondoe wa uh, wa, wa, wa, wa, wa utulivu kwa Selemani Mwalimu. Eh, kwa sababu kwa sababu Selemani Mwalimu amechukua ule mpira mbele ya miguu ya mchezaji wa Namungo. Mm. Yeah, eh, yani problemi ka chukua yao pale? Kageuka kachukua anaanali anayemfuata anayemfuata, angalia alenea anaa, hana wasiwasi kwamba Seleman Mwalimu ndio anaenda kupeleka mpira sehemu salama na kati yeye ndo anawa attack nyinyi ko nyinyi, mpo watatu nyuma, kawaacha, so lazima usprint kwa nguvu mm. Eh, usprint uje ufanye technical foul. Lakini tuzungumzie pia, unakuja ubora wake pia, Selemani Mwalimu hacha za <coughs> ubora wa mtu kwanza, tunazungumzia <coughs> <coughs> safu ya ulinzi, namna ambavyo imefanya makosa jana mm. hayo ya ya Selemani Mwalimu, una lazima utampa credit kwa sababu mm. is individual brilliance eh, ameweza ku ameweza kuwa, kuwa, kuwa trigger vizuri mm. aka drive akasogea, akambakiza beki mmoja Hussein Kazi, kamfake, kamleta pembeni, kamtazama golikipa uko wapi. Angalia hata namna alivyopiga ule mpira Seleman Mwalimu, utulivu wa kutosha kabisa, kapasia. Yani anajua anapopasia, unaelewa, kamchukua. Angalia anapopasia, umeona pale, yani kapasia kabisa, anajua hili eneo mimi naenda kufunga, mimi namna ambavyo nawatazama uh, na, na Mungu Kwenye hili goli yani, ilikuwa ni goli moja la kizembe eh. Yeah. Kizembe kiasi ambacho kwa katika ile yani, ya, ya, na la pili ili ilikuwa ili ili, ili ili. Ili la kizembe zaidi, ili, kizembe zaidi. Ili. Ili la kizembe zaidi unaelewa, yani ili la kizembe zaidi kwa haiwezekani <coughs> watu watatu mtu ana yote anabiru. Yote ni <coughs> kama anavyosema Rashid, lakini yeah. Kuna quality pia player yani, ukimwangalia ukimwangalia Mwalimu angekuwa mchezaji mwingine pale, ni Rashid yeye. Rashid mwenyewe anasema amepasia, yani amepasia kabisa, anajua anafunga pale. Mchezaji wengi sana pale wanapoteza. Hmm. Aiza angeza akapoteza, akapiga nje au akatoa pasi. Lakini ukimwangalia, angalia aina ya goli. Na pia alifunga tena goli kwenye mechi na Gaboroni ile ya kwanza. Aina ya magoli yake yote yanafanana. Hata ile ile alipasia nyavu tu. Yaani alitazama alafu akapasia. Kwa hiyo mimi nafikiri kikubwa pamoja na huo ubovu wa, wa safu ya ulinzi ya Namungo, lakini quality ya mchezaji pia nayo imembeba kumfanya akafanikiwa kwa sababu ukiona hapo alishabaki na beki mmoja. Hmm. Alikuwa na uwezo wa ku, wa kujiuliza. Ingekuwa mchezaji mwingine angeza akajiuliza akataka kufinya tena lakini akaona kabisa kwamba nafasi yangu ya kufunga ndo hii hii, pamoja na vingine vyote mm, ameonyesha ubora wake wa kuscore yeah. Na kiwango cha Simba, Mkini uh, kwa mechi ya jana ah, nafikiri kwanza kwanza msimu umeanza, mimi na nakumbuka mechi ya dabi dhidi ya Yanga mm, pamoja na hii hapa, ndio mechi ambayo Simba amecheza vizuri sana mechi ya dabi, ile mechi ya dabi dhidi ya Yanga ambayo Simba alipoteza pamoja na hii mechi, hii mechi mm. Hizi ndio mechi ambazo kwenye msimu huu nimeona Simba wamecheza vizuri jana, ukiwaona kwenye dakika kumi za kwanza mm, unaona kabisa ya kwamba una ile, ile aina ya simba ambayo inajulikana, wanapiga pasi wanat, wanaituliza timu mchezaji, mm, kila mmoja ana, anaonyesha uwezo wake. Nafikiri kuna kitu kikubwa a, ambacho Matola na makocha wenzio walivyoenda mazoezini, walikubaliana kwamba cha kwanza ni kuhakikisha kwamba kwa wale wachezaji ambao tunawaona kama vile unajua kuna, kuna shida nyingine inatokea kwenye timu mm, Rashid akiwa na uhakika kwamba mimi na uwezo wa kucheza kila siku.